Nimi, sasa unaniletea mimi? Mmekuja kuchili huku, mmekuja kufanya kazi anjee ya kuchili? Wanangu, kendoka shoga yake nyuma, tukamcheki kama yupo, tunaingia kwa munde, tunakukivuruga. Mimi najua lazima atakuwa kule. Ehe, zenu sizitakiwa

uik arakati unajua, michongo samtim kuna kubom, kubang, kuna wakati naweza ikabomu alafu ikaban hivyo. Unajua kama nimekumisa huyu nani, hu rafiki yangu, u kuja kuja geto. Nimeona kule kwako mbali, ila hamna shida, nimeshaongea naye. Atatuachia chumba, wawe kitako. Mbona ni kazi ya macho nanjua wasiwasi wasi, wasi, wako tu t achana naye bana, magomvi saizi ya nini? a afungua geto basi.

Afu bwana amechangamka haraka hivi. Ah. Sura hiyo tena imeenda pale kwa Mama Chiku. Mama Chiku sio agarantaka. Eti ghafla kaniambiaje? Soga la maji? Nikupe uonje. Nikasema bwana, nipe uonje nitakataaje? Mimi ushaniambia nionje. Sasa nianzaje kukataka, nipa bapa kidogo nikapiga nikamsoroka kama hivi. Nikasema haya, ngoja mbebe mzigo wa watu niulete na usichokijua hadi busu kanipiga mm. Amini? Kwa kwa umenifikishia na mimi mimi mzigo wangu. Umeona? Sasa na mimi nikupe busu, siyo?

Mbona kama una wenge. Mm. Shoga yako yuko wapi? Sijui hujui, akati ndo shoga yake kila siku akitoka maskani, yapi neno sijui, sitaki Laja kuja hapa nyumbani. Uona naletea masiala, si ndio? <coughs> unaletea masiala Unanigizia mimi Saskia anapokuja hapa, aje wapi? Nyumbani dakika ngapi? sekunde ngapi? Sasa wale wako asije, so time ya kuzurula mpaka saa hizi, mi narudi, yeye hayupo. Akifika nyumbani na akifika wapi? Nyumbani. Si viatu vyake wako ndani, caumte ndani viatu vyake tu, hajafika. Mlibadilishana vipi? Kumbe mimi nanunua viatu wewe unavaa, sio ndo nakuletea wewe. Sasa sikia, akija mwambia je, na viatu vyake wapi? Nyumbani. Sirudi. Yaani ninapokuja tena atoke mtu wewe.

Kwa biti kali nataka nikusifie kwa sababu mambo leo nionyesha hapa na hapa, ni polini tu. Sasa vuta picha, ingekuwa chumbani kwenye sita kwa sita yote Bibi, mimi nashukuru sana, mimi nashukuru sana ila nataka nikuahidi kitu kimoja. Mimi nitakuoa kabisa, nitakuhalalisha kwa ndugu zangu, wote watakujua, jamaa na marafiki, alafu sasa nitakupeleka mjini. Utaki, nita kwenda mjini, umeona? Sasa unasikiliza mambo ya watu. Unafikiri nani ambaye asiyependa kuwa na mimi eh? Baby, mimi ni dhahabu tu, nina matope muda wote. Mimi nikioshwa nang'aa, naweza nikachukuliwa na mtu yoyote, ukanikosa au unipendi. Baby, usijali kuhusu hilo, sitakuumiza na kwaahidi nitakupenda kuanzia, kwanzia leo, kesho na kesho kutu. Ila baby, mimi na shida hapo, niko na shida na <laughs> na shida na 2000. Ndio. Baby, si unajua sisi watu wa Mission Town nini, huwa tutembei na pesa mfukoni. Pesa mimi wanaweka kwenye simu, hata ukiniomba buku sina, sababu wewe na mimi naweka kwenye simu, alafu simu yangu imezima chaji, baby. Shahidi wewe mwenyewe hata niki kuonyesha simu yangu imezima chaji. So subiri muda kidogo, labda baadaye jioni. Mimi nitakutafuta mwenyewe, nitakulea, nitakupa shilingi 4000 zaidi ya 2000. Sawa? Asante kwa leo.

Uelewe tukuletea matatizo hapo nyumbani kwangu si ndio? Yaani unavyonyanyasa hicho kijichumba chako sio na kunyanyasa kaka katuka sasa hivi eh? kinachoshangaza wewe nini eh? Nisikilize, sitaki matatizo nyumbani kwangu, iwe mwanzo na mwisho kumleta umuuni wako hapa, na wewe mwenyewe chukua virago vyako, mama, ondoka, sitani ani, sitanii

Naomba unielekeze uniambie, ulikuwa wapi? Kwa sababu kona zote kwa shoga yako siji wapi, mazingira yote mimi nimepita, ndo unajifanya unatokea sasa hivi? Ehe, nipe maelezo. Nilikuwa kwa shoga yangu ligi. Nadanganywa, tulikuwa tumetoka wapi? Yeye anasema alikuwa wapi? Ukimkata kichwa na zambi mimi. Sasa safi. So, huyu so, unamjua sie? Huyu mwingine anaka kule karibu na Maua, karibu na kwa Maua, mm-hmm. Hivi viatu eh, na hivi viatu imekuwaje? Si vya kwangu. Haya, umevitoa wapi? Si umetoka kwa maua hivyo? Viatu hivi vya wangu viatu, si tumevikuta wapi hivi? Tumevikuta kwa shoko yake mlangoni bwana. Na ndio hivi hivi. Nimevipitia viatu vyangu

Oh, a unajua kabisa nyumba hapa hamna mtu yote zaidi yako hiyo. Ujatoka kwa Munde kweli? Asa, asa kwa Munde mimi nikafanyaje? Ujatoka kwa Munde. Tuone.